Uvira leo ewana, leo ewana, ni hatari leo. Uvira tunaonayo Uvira tunaonavyo, nadema kwetu ewana, nishangwa na vigelegele. Hivyo basi, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, cha kwanza kabisa nina kusalimu popote pale ulipo nikitumainia kwamba wewe u salama salamini kabisa. Katika muda huu ni tariki 23 mwezi huu wa kwanza mwaka wa 2026, ni kwangu kukupasha habari na wewe kabisa kunifuatilia mwanzo hadi mwisho. Siku hii ni siku ya Ijumaa, niweze kukupasha hali ya usalama hususan zaidi mashariki mwake DRC, ndiko ambako kwa pia kituo hiki cha habari kinakoweza kupatikana. Haijalishi umeweza ukapatikana barani Afrika, Ulaya, Umarekani na hata maeneo mengine ya Oceania na maeneo mengine kama vile Asia. Nimekukaribisha katika hatua zote zile ya kwamba ufuatiliane nami mwanzo mwisho lakini pia kwa kuweza kujiunga kwenye kituo hiki cha habari kwa kuweza kubonyeza hapo chini subscribe na kubonyeza pia alama ya kengele ili unapata habari zetu katika muda mwafaka. Ninakuomba ungana nami sasa, ni kupashe kabisa hususan zaidi mashariki mwa DRC jimboni Kivu ya Kusini mara moja, na nianzie ikiwa katika mji wa Uvira ambako gavana wa jimbo Jean-Jacques Purusi aliweza kuonekana kuingia katika mji wa Uvira, na hivyo watu kuweza kumshangilia kabisa na kuonyesha furaha yao ya kwamba kufika kwao kwake katika maeneo hapo ya Uvira kumekuwa kitu kizuri sana. Naye gavana huyo Jean-Jacques Purusi hakuwa kimya, lakini aliweza kuzungumza jambo la haraka na kuweza kuonyesha kwamba ujumbe ambao wanakuja nao ni kusema kwamba watafika Bukavu na maeneo mengine ambako waasi wa M23 wanaweza kushika, maneno yake ya ujasiri akiweza pia kuzungumza kwa niaba ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kwamba wata wataweza kuchukua nafasi ambako waasi wa fcm 23 wameweza kushika, ikiwa Bukavu, Goma hata huko Bunagana. Kwake gavana huyo wa jimbo la Kivu ya Kusini Jean Jean-Jacques Purus aliweza kuingia leo tariki 23 mwezi wa kwanza mwaka wa elfu mbili ishirini na sita akiwa mwenye kabisa kuonyesha furaha yake, lakini akikataa kabisa katukatu kutokana na hali ya ubaguzi, akiweza kuzungumza wazi na kuonyesha ya kwamba hakuna Mbembe, hakuna Mfuliru, hakuna Mnyarwanda, hakuna Mbwari ambako waweze kabisa kutengana, lakini ana haidi ya kwamba baada ya misukosuko hii hata Wanyarwanda au Wanyamulenge ambao walienda kukimbia huko watarudishwa, akiweza pia kuligusia jambo ya kwamba wale ambao walikwenda huko Kamanyola walichukuliwa kwa kinguvu, lakini baada punde sipunde, basi watarudishwa nao pia katika mji wa Uvira. Nikonyeshe kwamba hali ya usalama mashariki mwake DRC hususani katika mji wa Uvira inaendelea kuwa salama salamini kabisa na kuweza kuonyesha ya kwamba watu wanaweza kutulia katika hali ambayo hata milio ya risasi iweze na kusikika katika mji wa Uvira kutokana na jambo hilo la usalama kuweza kutanda. Chanzo kingine kimeweza kuongeza kuwa kutokana na amri ambayo imeweza kutolewa na wakuu katika mji wa Uvira, ni kwamba yeyote atakayepiga risasi ataweza kuuliwa na hivyo hali hiyo imeendelea kuwa kabisa shwari katika mji wa Uvira ambako kwa kusikiki la wama lakini kuweza kushakiwa ya kwamba waasi wa M23 kuweza kuacha watu wao katika mji huo wa Uvira, na hivyo kuonekana jeshi la FARDC kushika kundi la vijana ambao walikuwa katika mji wa Uvira wakiweza kuonyesha lengo la kuweza kufanya usalama upate kuzorota katika maeneo hayo na hivyo kuwekwa mbavuni kabisa na jeshi la FARDC, ni kuonyesha kwamba Uvira ni katika mji ambako waasi wa M23 waliweza kushika na usalama kuweza kusikika na kushuhudiwa kuzorota sana, na hivyo maji, nikimaanisha bahari ya Tanganyika kuweza kufungwa, hakuna usafiri. Hali hiyo ilileta wasiwasi wasi mkubwa katika mji wa Uvira na hata chakula kutoka Ubwari kuelekea katika mji wa Uvira au kuweza kabisa kupata njia. Lakini nikumbushia kwamba baada ya waasi wa M23 kuweza kuondoka katika mji wa Uvira na jeshi la FARDC pamoja na wazalendo kuingia katika mji wa Uvira, na hivyo kutangazwa rasmi kwamba njia ya maji imeweza kufunguliwa, na wengine kutoka Uvira kuja kuchukua chakula katika mji wa Baraka na kuenda huko Uvira ili ya kwamba kuweza kuepukana na hali ya njaa mjini humo. Hali ya usalama ambayo inaendelea kuwa salama sasa na kushuhudiwa mwizi kwenye iko.

bale bakipupu ba, ba, ba, ba, ndio msairo wa mbele papa basi, mjini Uvira ambako gavana wa jimbo Jean Jacques Purusa imeweza kuonekana, na hivyo pia ndege ya Umarekani imeweza kuonekana katika mji wa Uvira, na hivyo ikiweza kushangiliwa na watu kuonyesha hali ya shangwe kabisa na kuona kama vile hali ya usalama inaendelea kuwa salama salamini mjini humo. Hey, Uvira leo, ewana leo ewana ni hatari leo. Uvira tunaona vio, Uvira tunaona vio, na tema kwetu ewana ni shangwa na vigelegele, ukwemo ba Amerika, ba Amerika, kutoka Amerika evana tunamwambia nanga ajisimbie kwa saa hii, Uvira ni avakongomani na kongo yote mzima ni avakongomani, bazungu ava vamerike vasakuakweti Uvira deja

aseme mutenda muuwe Banyamulenge mubatukani batosha, hapana. Unanisikia? Ndio, usifanye vile, muchungane kiti, muniisi munachungana ndio basi. Bavira, Babembe, Bafuliru, Banyamulenge, Babwari, Baluga tuko bamwaya sugoti sawa. Enevi alipyeze batu akavema bamwaya kule de force metutabambia barudi

Basi hivyo kutokana na hali ya kabila ya Kinyamlenge kuweza kulalama na kuonyesha kwamba wameweza kutengwa kabisa, wamebaguliwa na kabila la Kongo, hivyo imeshuhudiwa na chanzo cha habari na kuonyesha kwamba Wanyamlenge hawajabaguliwa kabisa, lakini jambo hilo linaweza tu kusemwa lisilokuwa la kweli. Politique, action des patriotes pour la democratie en sigle. Tunaishi pamoja hatuwabague, hakuna mufulero anabagua mnyamlengi, na hakuna muvira anabagua mnyamlengi, na hakuna mubembe anabagua mnyamlengi, na hakuna mshi au kila kabila ya Sud-Kivu yenye kubagua mnyamlengi. Lakini ni wao wao wenyewe wanajibagua ki M23 mijireti na Uvira, wao wao wenyewe walifata M23 kwenye alitoka. Hakuna mkongomani mwenye kuwaambia ni vile. Hiyo ni pretext yao, ambao wanatafuta tu kwa kusudi waonyeshe opinion international ke national ke wa, eh, okay, wafundero na wavira wanawagabua no. Opinion international watambue kama sisi, hiyo yote ambao wanyamulenge wanasema ni uongo mtupu, ni uongo mtupu. Sisi tunawapenda na sisi tuna, tutaendelea kuwapenda na tutaishi pamoja ikiwa watakubali ku, ku kuishi na wakongomani, waache ile mapretexe yao ambayo mventua iko na waingiliza ndani neno ambayo mimi ninawaambia kwamba Wanyamulenge wakubali kuishi na wengine makabila kama vile walikuwa wanaishi zamani. Hakukuwa ubaguzi, na ule ubaguzi wote unatokana nao, lakini mengine makabila jame hawabagui. Kungekuwa ubaguzi, hawangekubali Wafuleru kuoa Wanyamulenge, na wengine makabila kuoa Wanyamulenge lakini au hakuna mnyamlenge mwenye kuoa mfuleo, sivyo bwana? Hakuna mnyamlenge mwenye kuoa mfuleo. Kwa hiyo tunaomba kuishi kwa amani e, nchi ni nchi ya Wakongomani, tuishi kwa amani sisi wote, maana wote sisi tunakuwa Wakongomani. Ukikubali kuishi ndani ya Kongo na we pia unakuwa Mkongomani, basi kubali hiyo majumsho yote yenye kuwa ndani ya nchi na wacha ya, yale mambo ya ya kusema kama au wanabaguliwa na zingine makabila. Wasi wa FCM 23 mashariki mwake DRC hususani katika Kivu ya Kusini, kuonekana kwao kuondoka katika mji wa Uvira, na hivyo kwenda kusimamia ngambo za Kamanyola Sange, wakiwa pamoja na kabila la Kinyamlenge, lakini kutokana na vyanzo vya habari vinaweza kuonyesha kupewa siku kumi kwa wahasi wa FCM 23 na umarekani na hivyo kuweza hata kuonekana mkutano wao ambao uliweza kufanyika katika mji wa Bukavu kutokuenda vizuri kutokana na hali isiyo kuwa nzuri kwa njia moja au nyingine. Banye Rwanda na bakongomani banatauana mule depile nilianza mkoleja alfajiri wanavasomea hii barua kusema wajiretire delea dijurulisha toka na wagufungwa watafungwa wapande bashuki nyapli. Dr de itaexpire mardi yaile semane. Sasa apa baishakosa kwenda, Batusi banasema batatoka. Bale Banyamulenge banasema batenda wapi, na Bakongomani yetu

Hivyo ni kwangu kabisa kukuambia, asante, ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki. Na hivi kabisa, ikiwa ni tamati, ninakuomba kwa kuungana na mimi tena, hata kwa kubonyeza alama ya subscribe, alama ya kengele, unapata habari zetu mapema, ikiwa wewe kabisa hujajiunga kwenye channel hii, na kuwasambazia watu wengine, wawapate kufaidia kama jinsi unavyoweza kufaidia. Na hivyo, tukutane tena katika kipindi vingine, asante.